Asante sana. Mimi kwanza nataka kushukuru President wa Jacaranda. Karibu tena Jivaji. Ingawaje umekuja siku mbaya ambao tulikuwa na tulikuwa kwako jana, tulikuwa na spika wako. Hapa kulikuwa kumechomeka. Rais wetu alikuja umalaya na vitu zetu huko. Akasahau vitu zetu. E, yangu ni machache sana. Kwa oh, naweza sema I'm really sorry. Sisi ndio tulikuweka wiki kwa power. Hapa mapema. Na sisi ndio tutamtoa. Kitu ya kwanza ndio maana natoa Yugi kwa hii pa hapa, na watu wote hapa. Hakuna vile Yugi atakuja kusema bunge la wananchi iwekwe kwa national government, haiwezekani. Bunge la nchi iwe registered kwa national government, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hakuna vile Yugi atakuja kusema ati yeye anataka kuwa rais wa national bunge la wananchi na ajapelekwa na wanabunge wake. Kitu ya tatu, ya maana mimi naona Yugi atoke hapa Awezi sema jivajini bunge ndogo Jakaranda ipewe crown, alitangaza hadharani nikisimama hapo. Oyugi aende asiende. Oyugi aende asiende. Oyugi aende asiende. Asiende. Hii motion mnasema hapa ati first reading, second reading, siji mara third reading. Songa songa, juzi Jakaranda alisimama public akauliza Wangapi wanasema president? Watu wakababa mkono. Mkono. Na wangapi walisema speaker aende? Watu waende mkono. Oyugi, tulikupea chance, ume waste chance, washani nyota hii, mambo ya allegation ya kuchukua bunge hapa. Hapa kuna corruption mingi sana. Aliahidi vijana kazi, hakuna siku Oyugi amekuja bunge hapa na kujaga bunge Sunday. Wewe Sunday nani anakuanga hapa? <laughs> Oyugi <laughs> akikuja bunge hapa anakuja saa tatu usiku na mia mbili mia mbili Hiyo ni bunge gani? Alikuja hapa akachagua ministers, akatata minister wa agriculture hapa. Nairobi tunalima wapi ndugu yangu? Mojau jamani, mkora sana tuko na defense minister hapa chini <laughs> sasa <laughs> a <laughs> <laughs> <laughs> <Sasa. laughs> <laughs> <Aka> kuja na porojo mingi sana. Ukiwa ana siende. Sasa. Akakuja hapa. Oyugali <laughs> <laughs> anataka kuchanganyikiwa siku ya mwisho. Akakuja hapa. Anasimama hapa, anasimama women rep, anasimama misha cha lady. Kiti moja. Akakuja hapa sasa, simama sijui prime minister 1 prime minister 2, unashira huyu jamaa anaelekea wapi, na hakuna. <laughs> <laughs> siku prime minister one, prime minister 2 prnis wameshia cabinet. Rais wa Jakaranda anaweza kuadvise wale vijana walikuchagua jana, usisahau hao watu. Even if wende pale nguvu na pesa ingie mingi, the roots ni hao vijana wamekaa hapa na wazee remember them, kila mahali Oyugi nikimpigia simu hapa, kama mimi chairman, hashiki simu yangu, anakata, ako meeting, mara koti wa asija na <laughs> amedanganya watu, ameuza bunge hapa, ametoja kwa mata, lakini kitu mkae mkijua, akunanga vacuum in power. Oyugi tuta impeach tukiweka president same day. Yes, I'm going. I'm going to jivajia kusema sijui 30000 registration, hiyo mwachane nayo, ndio chanzo cha utapeli. Tunataka kufanya free fair credible election kama ya Jacaranda hapa. Jivajia kutaka kusema president mpaka kuwe na 30000 300000 ya campaign mara sijui one million ya campaign. Oyugi tukitoa Thursday hata simbali Thursday president utaweka hapo hapo na bunge inaendelea hapa bunge power Asanteni. Thank you very much, your person. Power. Bunge t Bunge talala, asante sana. Mimi kama watch babu nachangia pakubwa, mimi kama watch babu nachangia pakubwa pa Oyugi aende, kwa sababu in fact to start, it is very incompetent for Oyugi. Anakuja kuchukua diaries eti anapeleka pale Jacaranda, hiyo inaonyesha kwamba huyu jamani, mshenzi hana akili. Alama ya ndio tatia ni President, tunataka kusema hivi. Resources mingi, as key resources that are supposed to be taken here at Jivanji to cater for the youth here. Vijana wengi inapelekwa pale Jivanji, inapelekwa madhare, inapelekwa kidhurai, and this is a national headquarters. Tunasema ya kwamba it is highest time possible for us to demand the right for the people of the national headquarters of Bunge la Mwananchi. Tunasema ya kwamba Oyugi, we are giving you the only few hours

We have the people who can lead bunge na mwananchi. We have resources that are here to cater for the people. We have several youths. Look at yet Jivanji. Vijana na lala tu. Hakuna appointment, appointments zikileta yani aka kwa mfuko. Alafu anajiita tena leader. Tumesema ya kwamba Oyugi paka wewe uende. Hakuna haja, tunaona Okech Sala. Okech Sala juzi amekuwa Jakaranda. Eta amepeleka pale 1 million. Okech Sala pia yeye anataka kuambia you are incompetent. You don't follow the decorum. Ukitaka kwenda kwa bunge foanajubunge hapo mbele. Sawa. Mimi nasema ukiongea mimi siku kuheko, nilinyamaza ukaongea yako na ukemaliza Si utulie. Mimi wanabunge, nimekuja hapa nikapata nika mko na mjada.